Um, naitwa MC Nsena, wengi tu wananifahamu kama jirani. Kwa kweli taarifa za umsiba zimekuwa taarifa za kushtusha kidogo. Uh, kwangu mimi ilikuwa ni kitu ambacho hata sikuamini kwa sababu jana yake nilikuwa niko Dodoma nalimpigia simu yeye kwamba niko Dodoma akanisaidia baadhi ya vijana wanifungie mziki. Sasa nakuja kumpigia simu tena namwambia nimerudi, da wao wamesharudi Dodoma. Simu yake aipokelewi. Nikampigia DJ wake namwambia mbona Pilipili hapokei? DJ wake ndo anaanza kulia tena. Namuuliza vipi, ananiambia bwana amekwisha amekwisha kufariki. Namuuliza amefarikije? nimetoka kuongea naye muda sio mrefu ameniaga kwamba anaenda kupanda SGR na nakuja Dodoma. Amefarikije? ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kupitia hii msiba wa kaka Legend MC Pilipili linatukumbusha tu kwamba tuwe karibu zaidi na Mungu, na masaa yetu ya kukabili kukaribia ya siku yetu ya mwisho ni, ma, ni machache sana kupita maelezo. Uh, nilipokuja na SGR kuna dada mmoja akaniambia kwamba mimi nilimuhudumia, na nilivyomhudumia, alikuwa ni mtu tu anaongea kwa furaha tu, na akanipa elfu tano kama tipu kwamba chukua hii hapa, lakini mwisho wa siku imekuwa hivi. Wakimzungumzia Pilipili, ni MC. Kuna ma MC wengi, ma legend, lakini yeye alibadilisha kizazi kikubwa sana sana sana kwenye comedy Ah, kwenye industry ya vijana kuwainspira kuingia kwenye, kwenye MC na ndio maana umeona leo makomedi wote Tanzania wamemposti, na kila komedi unakuta tayari amechati ame, ame naye. Unaweza kuona kwamba mbali kwamba mbariku alikuwa ni mchamungu, lakini alikuwa ni mtu wa watu, kila mtu anayeposti amechati naye, kila mtu ameposti amechati naye. Na Mungu basi atupe mwisho mwema lakini, tutamkumbuka kwa mema yake mengi, alitufungulia dunia. Mimi pia ni moja ya watu ambao walini inspire sana. Nakumbuka wakati mimi na wao tulikuwa tunaobishi mimi na yeye eh, tulifunga ndoa wote tarehe moja tarehe ishirini na tisa mwezi wa sita wote tarehe moja, akana niambia bwana Elisha, nianze mimi na mimi naambia wewe Elisha, nianze mwisho wa siku imekuwa hivi. Mimi natoa pole kwa familia nzima na natoa rai kwa watu wote tu wavumilivu. Mwenyezi Mungu atubariki na atupatie mwisho mwema. Asanteni sana jamani.